NACTVET tunatarajia kufungua dirisha la udaili kwa ngazi ya stashahada na stashahada yaani cheti na diploma tarehe 28 Mei 2025. Wewe wawe unaitarajia kujiunga na mafunzo katika ngazi hizi zingatia mambo yafuatayo. Ni muhimu sana kuwa na namba ya simu pamoja na barua pepe inayofanya kazi, na endapo vikipotea unaweza kurejesha. Zingatia, udahili wa programu za afya unafanyika kupitia mfumo wetu wa udahili wa pamoja, yaani KASI, unaopatikana kwenye tovuti yetu ya www.nacte.go.tz, na kwa wale ambao wanaomba kwenye vio ambavyo sio vya afya wanaomba moja kwa moja vione. Epuka kutoa taarifa zako muhimu kiwemo namba ya kidato cha nne pamoja na namba yako ya simu. Taarifa zote zinazohusu udahili zinatolewa na NACTVET na si vinginevyo. Tupigie bure kwa namba 0800110388. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn pamoja na YouTube kwa jina la NACTVET.